Mwanaharakati na wakili kutoka nchini Tanzania, Tito Magoti ametoa taarifa kufuatia shauri lililofunguliwa katika mahakama ya kivita na makosa ya uhalifu ICC huko The Hague kufuatia matukio yaliyotokea miezi mitatu iliyopita katika uchaguzi mkuu Oktoba 29 2025 ambapo mauaji pamoja na vifo vya wananchi viliripotiwa katika matukio hayo, kufuatia ripoti za jumuiya na mashirika mbalimbali mbali ya kimataifa kuhusiana na matukio ya Oktoba 29, nchini Tanzania, muungano wa kimataifa wa wanaharakati wa haki za binadamu wanasheria kama Julian Carlos Gutierrez chama cha wanasheria cha Madrid, The Madrid Bar Association, chama cha wanasheria duniani na makundi mengine ya kiraia waliandika hati ya kurasa 82 iliyowasilishwa kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC ikitaka uchunguzi wa awali na uchunguzi rasmi, na mapema iwezekanavyo dhidi ya matukio yaliyotokea nchini Tanzania katika siku ya Oktoba 29. Titto Magoti amesema kwamba habari njema kwa Tanzania kutoka ICC. Tunafahamu Samia amefahamishwa rasmi kuhusu shauri lililofunguliwa dhidi yake, tunafuatilia. Ni ujumbe wa Tito Magoti kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii katika shauri lililofunguliwa huko ICC The Hague. Hata hivyo, katika malalamiko hayo wanaituhumu serikali ya Tanzania kwa makosa ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na mashambulizi makubwa ya kimfumo dhidi ya raia. Madai maalum yanayohusisha mauaji, kuangamiza watu, mateso na kutoweka kwa lazima, kutupa maiti kwa siri na kuzima internet ili kuficha uhalifu wakati wa maandamano yaliyofanyika Oktoba 29. Rais Samia Suluhu Hassan alishinda katika uchaguzi huo kwa takribani asilimia 98 katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 29. Uchaguzi huo ambao pia uliambatana maandamano katika hali ya sasa, kufikia ripoti za hivi karibuni mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano hadi mapema elfu mbili na ishirini na sita ICC bado haijaanza uchunguzi rasmi, haijatoa hati za kukamata, wala haijathibitisha uchunguzi wa awali kwa malalamiko hayo maalum.